So, ladies and gentlemen, eh, mimi niseme tu ule ukweli ya kwamba sometimes huwa, eh, napenda sana vile ambavyo Our brothers and sisters from East Africa ama our brothers and sisters from Kenya especially ambao wanaishi ama wako wanafanya kazi Abu Dhabi ama Dubai ama UAE kwa ujumla, vile ambavyo wanapenda sana kutetea hiyo nchi in a way that uh, tukileta news hapa na kuanza ku criticize vile vitu ama vituko ama maajabu ambayo yanatendeka Abu Dhabi ama Dubai ama UAE kwa ujumla sehemu yote ile, uh, watu wengi sana ambao ni wa Kenya ama ni wa Afrika kwa ujumla ndasema, ama wa East Africa ambao wako pale ndani ya Abu Dhabi ama pale ndani ya Dubai, mimi nataka kuchukumia jina ya ufupi yani UAE <laughs> wanapenda sana kutetea hiyo nchi in a way that uh, watakwambia wewe ni muongo, hata kama kitu kina evidence hata kama kitu kina ushahidi ya kwamba kitu fulani kimefanyika, lakini watakwambia kwamba KG ni uongo. Tumsikilize dada, yale mateso hawampi eh na anayoyapitia Wanamfanyisha kazi. Wanamfanyisha kazi kupita kiasi, e, hapumziki. Hapumziki, karibia ina sana ni za usiku yafanya kazi bado mm, e, hapumziki na kufunga chakula pia kufuturu pia wanampimia hawataki yale ashibe yangu Amesema nimlipe pesa ndio ani release. Na ameleta huku na visit visa. Jana tumeelewana vizuri kwamba ynipa tikiti yangu niondoke. Usiku imefika, na muuliza tikiti yangu, ynaambia kwamba mpaka nilipe pesa ndio ani release. Sasa mimi nimetoka, niko barabarani hivi, nataka niende embassy nione kama naweza pata usaidizi, nisaidie duku yangu Wanamtesa, wanamtesa. Sasa ataomba msaada mtuote, najua. Jamani, viongozi wa Mombasa, mtusaidie, kina Abdulswamad Sonko huko Machele, saidi. Bezimba, bezimba. Machele, mtu huyu dada yetu huyu sasa hivi ametoka ienda zake immigration. So kwa ufupi hapa, najua wapo bado vile vile watu ambao wanatoka Dubai ambao watakuja kwenye comment section still na kusema kwamba huyu dada ni mwongo, lakini let me speak it out that uh, the truth ness hapa ni kwamba Abu Dhabi is no go zone. Yani, Abu Dhabi sio zone ya kuenda endapo wewe unaenda kule na visiting visa. Nimeona, I've experienced this and I say it loudly and confidently ya kwamba Abu Dhabi sio nchi salama ya wewe kwenda na visiting visa endapo unaenda na target ya kufanya kazi. Kama unaenda na target ya kutembea utalii, kwenda kuzunguka, urudi zako nyumbani, then it's okay, but uh, kama una target ya kwamba unaenda fanya kazi alafu agent akwambia kwamba kuna visiting visa, we safiri afu ukifika kule utageuziwa, utapewa working visa. Yes, it might be true ya kwamba utafika kule mwisho wa siku, uh, mambo yafanyike hivi na hivi, upewe working visa na uanze visa uh, uanze kazi yako kama kawaida. A lot of people wameenda na visiting visa na mpaka sasa tunavyoongea, wanatumia uh, working visa, wamegeuziwa na wanafanya kazi kama kawaida, but uh, as well pia nao pia, ukiangalia a big percentage yani a big number utampata wameenda kule na visiting visa, waliambiwa na, na maajenti wao ya kwamba by the time wakishafika tu kule watatafuta kampuni na ile visiting visa igeuzwe tu working visa, in a way that watakuwa na uwezo wa kufanya kazi, na mwisho wa siku agent anachukua pesa nyingi sana, kwa sababu anakuambia you are traveling to Abu Dhabi ama you are traveling to Dubai, in a way that kule hata hii visa ikishakatwa ama hii kazi ikishaisha, una uwezo wa kutafuta kazi mali kwingine huku na huku. Hawaambi reality, kile kitu ambacho kule watu wengi sana huodanganywa, ama agent wengi upenda kuongea uo A that wanaambia watu Abu Dhabi, hata ukikosa hii kazi utapata kazi nyingine, kwa sababu kule kazi ni nyingi, kazi haziishi kule, kazi utapata kokote kule. They think as if that's the richest country in a way that jobs ziko available kila mahali, mtu akitembea tu akinakibisha mlango tu hivi atapata kazi immediately. Kitu ambacho hawajui ni kwamba kuna ma streets kibao sana Abu Dhabi, watu wameketi chini wanatafuta kazi, watu wameketi paka mpaka tunavyoongea wanahangaika, hawana kazi ambaye atawapea kwa sababu kwa sababu kwamba hawana kazi. Na msichana wetu ya yake ni kwamba amechoka, kitu inaweza pata mtu yeyote, si lazima awe ni lazima awe anafanya kazi kwa kampuni umechoka, a uh, kai kwamba You don't think that uh, umeenda pale na ile contract ambayo alikwambia kwamba you are going to pay certain amount uh, umepata ile pesa, sio ile ambayo anafaa kulipia. A, mwisho wa siku unashikwa na bumbwazi na wewe. Tunaona sasa hapa, afadhali mimi nirudi zangu nyumbani because uh, nimeona there's no future, acha nirudi zangu nyumbani rather than staying here wakati there's no any benefit that I'm getting. Asa, kitu kikubwa kiko hapa ya kwamba akikunywa passport yako, kwa sababu atasema kwamba ameshughulika masuala yote ya kuchukua wewe kupeleka kule, utakuwa huna namna, though sheria hairuhusua kuzuilie pasipoti yako lakini sheria inamruhusu yeye akuzuilie mpaka umpe pesa zake, kwa sababu ulienda kule kwa sababu kumfanya kazi. But as well pia I'm very much sure kwamba authority ikijua ya kwamba uko na visiting visa na yeye ameshika pasipoti yako automatically ataambiwa ile, ile ile, ile ile pasipoti i release ili urudi zako nyumbani because wewe huku we enda kule kwa ajili ya kazi, alafu mwisho wa siku pia wewe mwenyewe utakuwa hatarini because umesema ya kwamba umependa kule na visiting visa of which you have gone there for a visa you are like a tourist, of which maybe uko na 30 days peke yake kule ufanye tourism yako urudi zako kwenu, au uko na 60 days maybe something like that, lakini wewe umeenda overstay na ukaenda pale kwa sababu ya kazi na ile visiting visa yako, na usema haujapewa, haijageuzwa kwa working visa, so you just like that, in a way that mtu kama wewe utakuwa ngumu sana, mpaka embassy yako ikusaidie. I saw this lady with the family back home there, wanalamikia serikali, wanalamikia viongozi, in a way that hapa ndio sisi kama wake Kenya tunakosea in a way that uh, nyinyi mkitaka kufanya ile deal yenu ya mtu wenu asafiri ama dada yenu asafiri ama mdada wako asafiri, asafiri huwa inakuwa silently, amuhusishi serikali amuhusishi viongozi amuhusishi zile taswim za uh, kuna zile ofisi ambazo lazima zihusishwe endapo kuna mtu anasafiri kutoka Kenya kwenda nchi yoyote ya uarabuni ama nchi yoyote ya uzunguni, nchi nchi yoyote ambayo iko nje ya Kenya kwa minajili ya kazi, hata kwa minajili ya tourist pia, kuna kuna sehemu ambazo document zako lazima zifike zigongwe mihuri something like that, yani, wapasisha kwamba huyu mtu anaenda Abu Dhabi, huyu mtu anaenda UAE kwa ajili ya kazi. But most of us hii tunaepuka hizo njia, in a way that maybe we don't want to pay amount, maybe we don't want to pay that certain amount ambayo inahitajika kule, ama maybe we think that it take long your process, ama kuna vitu fulani hapo ya kwamba maybe tunafikiria watatu reject sisi, tusiende kwa sababu hakupitia kule, because yeye alienda kama huyu. I'm very much sure, visitor wewe ni mtalii of which, wewe unajilipia tikiti na unaenda unatalia, baada ya siku zako kidogo narudi, so automatically hawa kuambia serikali. But kwa sababu ameenda kule na visiting visa, mambo yameenda segemnege kimemramba, sasa amekuja ameanza kulalamikia serikali, serikali naomba mnisaidie, Muhammad Ali naomba mnisaidie, Ruto naomba mnisaidie, Joho mnisaidie, Abdusamad mnisaidie These people hata slatu akitaka kusaidia, wa, kitu cha kwanza ambao ataongea ama kitu ambacho wanaweza kusaidia rahisi sana ni hao kuongea na embassy ya ile nchi ambayo mtu wenu anateswa ama anateseka ama alko stranded. That's the only thing that that governor ama that MP of viewers anaweza kukusaidia but uh, once yule MP wako ambaye anataka kusaidie akipiga simu kwa embassy ya UAE ataulizwa who is that person ambaye anataka tumsaidie mzee uh, Muhammad Ali atasema ni so and so, and so. Watangalia kwa listi yao They'll just go to their uh, to their system. Watacheki kwa list this so and so and and so there's someone called KG Chipande huyu tuko naye hapa, watangalia watajua huyu mtu hatuko naye paka kwenye system, we don't have this person in the system. Huyu mtu tunajua maybe mabe kwenye system akwamba, ya kwamba alisafiri tarehe fulani na tarehe fulani na alikuja huku kwa sababu ya kutalii, that's what we know, na kwa sababu maybe ameoverstay, they don't have any data for that person, huyu yuko wapi? That's the thing itakuwa ngumu. hata MP wako, wako yu, ama kiongozi wako wewe, ama hata lile shirika la uh, la Kenya ambalo linashughulikia wafanyaji kazi wa nje waweze kumtrack ama waweze kumsaidia yule mtu. Ni huruma tu basi, mtu ajitokeze, aseme anamsaidia kumpa tikiti zake nyumbani, lakini masuala ya kwamba atafute haki kwa sababu ameteswa ama amefanyishwa kazi miezi kadhaa bila kulipwa itakuwa ngumu. hata kiongozi wako kutoka Kenya amsaidie, because of vote, yule hakusafiri na working visa ambayo ingepitia leba Kenya mwanzo pamoja na ile ofisi ambayo ni ya embassy ambayo iko ile nchi husika ambayo anaenda fanya kazi. So let's be very careful with this thing because uh, as much as I know, sahii Dubai kupata working visa kutoka Kenya ama kutoka nchi yako ile ambayo uko ni mwiko, ni ngumu sana, si rahisi uh, because uh, Dubai what they do not unless upate direct work kwa kulitumia visiting visa, lakini through agent, most of agents almost 80 percent of agents ambao ziko Kenya sahii, zikikupia kazi ya Dubai ama zikikupia kazi UAE, sana sana wanapenda sana, really that's reality, wanapenda sana kukupa visiting visa na kukuhakikishia kwamba once ukishafika utaenda utageuziwa visa yako, utapewa permanent visa. Some of them, it's true, si semi wongo, zingine ni ukweli, ukifika utageuziwa upate working visa, but zingine nyingi zao huwa ni longolongo, tunapelekwa hapa na hapa na hapa, mwisho wa siku agent pesa zako amezila. Alafu hivyo ndo kunaenda, so let's be very careful. Me I've been trying to help this lady at least with advice, ama nifanye kitu ama niseme kitu ambacho kitamsaidia kikumpa moyo, lakini kiukweli kabisa, kama umeenda na visiting visa alafu una unakuja unalia kwenye mtandao unataka msaada, inakuwa ngumu sana. Lakini wana wanasema kwamba mtoto akinyelea paja huwa halikatwi siku zote, ama uh, kitumbua kikianguka chini kikishika mchanga basi ndio hivyo.

atusaidie asaidie kupata paspoti yake, asaidie pia hiyo paspoti yake. Huyo mama ameishika, hataki kumpa. Amepigia polisi wa Dubai pia jana, wakaenda lakini hawakumsaidia hao polisi. Wakamwambia ajipange, ajipange sasa yeah. sasa hii imekuwa karibia wiki yohangaika akitaka paspoti yake, ndio imbidi sasa mwisho majirani wamemsaidia ili ya kwamba aende wapi, atoke pale kwenye ile nyumba, aende ofisi ya migration, lakini yeah, paspoti yake bado hajapewa na yule bosi wake wamemkatia paka wifi hapo, wakamfungia ya amesaidiwa na majirani ku, ku, ku, ku niniyo, kutoka, kuturoka, kwa kutoroka. Hana pesa hana lolote, na hao mabosi wake wasema kwamba hawampi pasipoti yake mpaka wamlipe wam, wam shilingi laki moja na elfu mia nne ah. e. laki moja na elfu thelathini na nne na elfu thelathini na nne wapewe ndo wampeo pasipoti yake, ah. Na wamekuwa wakimzungusha hivyo hivyo toka last week, wasema watampa passport yake lakini hawampi, hawampi. Kwa hivyo twaomba viongozi wetu Governor Mike Sonko twakuomba Machele Abdulswamad na viongozi wote hapa Mombasa. Bezimba. Bezimba. Huyo ni kampena wako mkubwa Shamsa. Sam, kampena wako mkubwa, mkubwa sana. Maimuna. Ndugu yake Maimuna Charo huyo. E, wa Manispa. Wa Manispa. Eh. Kaunti ya Mombasa tuomba, mtusaidie kumrejesha dada yetu nyumbani. Sasa hivi yuko hangaika Dubai, yuko barabarani na hajui hata yafa kufika vipi hapo immigration na hana hata mapeni. Na hapo mali, mali yako ambako yuko hakuna hata access ya kuwa kuna taxi e, impeleke immigration. Eh. Yuasema yuatembea na miguu mpaka kwa kituo cha basi ama Treni, ye, hakuna taxi hapo uo, icho, hapo hicho mahali sehemu yuko mm, hakuna kabisa. Ah, ha, sasa yuko barabarani anatembea mguu akapate basi ama treni ndio imfikishe huko immigration. Kwa, kwa hivyo tuomba msaada mtusaidie, mtu yoyote yule ama viongozi wa Mombasa, tusaidieni dada yetu arudi nyumbani, maana sasa yuko huko kwenye streets na hatujui atapatikana na nini mm, kumsaidia kumsaidia. Pia wamekata kumsaidia, wanakuja paka hapo wakamwambia haya Eh, wakazungumza nao mabosi, wakaondoka au, asemekana huyo bosi ni mkubwa sasa yeye ana links na polisi wasimsaidie yule aunti yangu sasa. Mm, huko saa hii aenda huko immigration, haijulikani kama pia atasaidika, maana huyo bosi wake naye pia yafanya kazi immigration.